Katiba inasema hawa si wanasiasa. Na mimi nataka niwaambie jambo moja dogo. Tulipokuwa tunajadili mafao, sheria mpya ya mafao ya wanasiasa, watumishi wa siasa, niliwauliza mbona mmewasahau wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya? Hemedi asimame mbele za watu waseme kama hakusema hawa si watumishi wa siasa. Hemed ambaye leo kajifanya akipita huko anasema ndio mtendaji mkuu wa serikali. Hayo ndio alikuwa majibu yake. Sasa leo hawatu hawa ndio wamekuwa wanasiasa namba moja, wengine wamefika wakuwa wilaya kubandika mabango hadharani barabarani kuombea kupiga kampeni kwa niaba ya Dr Hussein Mwinyi. Nchi imevurugwa, nchi imevurugwa. Ukifika pahala utumishi wa umma umevurugwa kiasi hicho, hajulikani nani ni nani. Ukifika pahala ikawa matu, ma ofisi za umma zinatumika vibaya kiasi hicho, huo ni ufisadi kwa mujibu wa sheria yetu ya kupambana na ufisadi. Kwa hivyo tunachosema, ndugu zangu, ukiwa na watu wa namna hii, huyu hajui haki yako, anajua yeye kutafuta cheo. Kwa hivyo uchaguzi wa mara hii, ndugu zangu, ni wa kwenda kuinyoosha nchi na kuinyoosha, kwa kwanza ni kurudisha haki yako mwananchi kurudisha ufalme wako mwananchi, tunalisema kila siku. Na moja la kurudisha ufalme wako, moja la kunyoosha nchi hii, ni kunyoosha utumishi wa umma. Kila mtu akajijua, yeye kaajiriwa kumtumikia mwananchi. Yeye si bwana, yeye ni mtumishi wa watu. Hayo yameondoka, lakini kubwa tunasema katika hili leo, nchi hii imevurugwa. Hata wewe mwananchi hujijui hadhi yako. Leo unaambiwa wewe Mzanzibari mkazi. Ndugu zangu, nyinyi mnakubali kuwa Wazanzibari wakazi? Tunachosema sasa hivi, kazi yao kueneza propaganda, hawa baguzi sisi <laughs> tunachosema aa aliyekuwa si Mzanzibari hatopata haki ya Mzanzibari. Tutakachofanya la mwanzo kila aliyekuwa Mzanzibari popote alipo, tutampa utambulisho kwamba yeye ni Mzanzibari kwa kumpa kitambulisho cha Mzanzibari, sio Mzanzibari mkazi. Ndio maana ya uchaguzi huu na sheria yetu inasema uzanzibari kuna utaratibu wa kuupata au wa kutambuliwa, na kuna utaratibu wa kuupoteza kwa yule ambaye hana sifa ya kuwa Mzanzibari, alokuwa kapewa uzanzibari wa kuchovya, mtu mpita njia, lakini kafanywa ndio mwenye nchi. tutamnyang'anya uzanzibari huo Tutafanya nini? Tutamnyang'anya uzanzibari huo, tutampa kitambulisho kwamba yeye ni mkazi wa Zanzibar. Hatuna ugomvi na mgeni yoyote anayeishi kwa heshima katika nchi yetu, lakini awe na heshima, ajijue nafasi yake. Hatuwezi kumpa haki zilizokuwa sio za kwake. Ndiyo maana ya uchaguzi huu ndugu zangu maana tumevurugwa, wamechukuliwa watu kwa maelfu, leo wamepewa uzanzibari, leo wamepewa haki. Wewe Mzanzibari umenyimwa haki, hili tutakwenda kulinyosha. Ndiyo maana ya uchaguzi huu, tumeelewana? Ndugu zangu, jambo jengine ndugu zangu, tunakwenda kulinda Zanzibar ina mambo yake, Zanzibar ina, ina alama zake. Tunakwenda kulinda kitu sisi tunachokiita Zanzibar brand, Zanzibar yenyewe na alama zake, iendelee kung'ara, iendelee kushaini, iendelee kuwa na sifa, iendelee kuwa na hadhi kama watu wanavyoitambua huko nje hivi ilivyonyonyolewa, sisi tutakwenda kuirejeshea mbawa zake. Ndio maana ya Zanzibar brand. Mimi niwape siri, kuna watu kule bara wenyewe wamenambia.